Zanzibar. Zoezi la kuhamisha makontena katika eneo la ukanda wa biashara Darajani limeanza kwa wafanyabiashara kuanza kuhamisha bidhaa zao. Mwanahabari wetu aliofika katika tukio hilo anatujuza zaidi. ZBC ilipotembelea eneo hilo majira ya asubuhi, ikashuhudia harakati za wafanyabiashara kuhamisha bidhaa na kuanza kubomoa wenyewe mageti ya maduka yao pamoja na kuezua mapaa. Kwa hali ya utulivu mkubwa baadhi ya wafanyabiashara biashara wakalipokea zoezi hilo kwa maoni tofauti. Zoezi kwa kweli la makontena kuondoshwa, maendeleo, mji ubadilike, maduka kisasa, kitovu yeah, eh, eh, eh, cha biashara Darajani. Mkuu wa operesheni wa baraza la manispaa ndugu Muhamed Maziku amekiri zoezi hilo kufanyika kwa mafanikio huku akiwasisitiza wafanyabiashara kutii sheria bila shuruti na mipango ya maendeleo ya serikali na na wanafanya biashara kwa sisi na serikali wakubali sheria bila shuruti. Sheria ni rahisi sana, lakini shuruti ni gharama, kwa sababu kama sasa hivi tutakapokuwa umwevuli tumekuruhusu uondoe, umeshindwa kuondoa, tukuondoa sisi, tutagharamikia umwevuli wako. Kwa hivyo kubwa, mimi napenda tu wito wangu kuwaambia wafanya biashara fuata sheria bila shuruti, ndio wito wangu. Zoezi hilo linafanyika kupisha nia ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ya kulifanya eneo hilo kuwa ukanda wa kisasa wa biashara wenye majengo bora na yenye viwango vinavyokubalika kama ilivyotangazwa na Waziri wa Nchi, afisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ, mheshimiwa Haji Omar Heri, mwezi mmoja uliopita. Nikiripoti kutoka eneo la Darajani, mimi ni Dennis Bilal wa ZBC.